Bajeti ya TARURA kwa mwaka ni bilioni 275, lakini hivi tunavyozungumza tunatarajia bajeti ya TARURA katika mwaka wa fedha 2025/2026 itakuwa ni trilioni 1.18. Naomba nimhakikishie Mheshimiwa Aida Kenani kwamba barabara hii katika eneo hili la Namanyere itajengwa ili iweze kuwanufaisha wananchi wako waweze kufanya shughuli zao za kiuchumi, lakini waweze kufikia huduma za msingi za kijamii. Mheshimiwa Grace Tendega, swali la nyongeza. Asante sana Mheshimiwa Spika. Kwanza naipongeza serikali ya Chama cha Mapinduzi kutujengea kilomita thelathini na tatu ya barabara kutoka Iringa mjini kupitia Kalenga kwenda Kilolo. Sasa eh, barabara ya kutoka, mtan, kutoka Mtandika kwenda Nyanzwa ambayo ni kilomita arobaini, ni lini mtaijenga hata kwa kiwango cha changarawe? Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Mheshimiwa Spika, Eh, ni dhahiri Mheshimiwa Grace Tendega anaona kazi kubwa inayofanywa na serikali ya awamu ya sita katika kuimarisha barabara zetu hizi, mtandao wa barabara za Tarura, eh, ambazo ni, ni muhimu sana kiuchumi, lakini zinawawezesha wananchi kufikia huduma za msingi za kijamii. Kama vile ambavyo umeshuhudia serikali imekuwa ikifanya kazi kubwa ya kuimarisha mtandao wa barabara eh, hizi za Tarura, naomba nikuhakishie kwamba barabara hii ya Mtandika kwenda Nyaza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 Ofisi ya Makamu wa Rais, Muungano na Mazingira, Mheshimiwa Mohamed Juma Said, mbunge wa Donge, sasa ulize swali lako. Swali la mbunge inauliza: Je, kwa nini NEMKI haianzishi utaratibu wa kuishirikisha ZEMA ili kuongeza ufanisi wa uibuaji na usimamizi wa miradi ya, ma ya mazingira Zanzibar? Naibu Waziri Hamis Hamza Hamis anatoa majibu ya Serikali. Majibu, Spika ili kuongeza ufanisi katika uhifadhi na usimamizi wa mazingira katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kumekuwa na utaratibu wa kushirikiana kati ya NEMKI na ZEMA katika uibuaji na usimamizi wa miradi ya mazingira. Miradi hiyo ipo katika hatua mbalimbali zikiwemo hatua za maandalizi na hatua za utekelezaji. Mheshimiwa Spika, kwa sasa mradi unaotekelezwa ni mradi wa kuimarisha uwezo wa jamii za pwani kukabiliana na athari ya mabadiliko ya tabia nchi. Mradi huu unatekelezwa Unguja na Pemba kwa thamani ya dola za Kimarekani milioni moja. Aidha, miradi miwili inayoandaliwa kwa ushirikiano wa NEMKI na ZEMA ni kama ifuatavyo. Mheshimiwa, mradi wa kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi katika maeneo yenye upungufu wa maji baridi. Mradi huu upo katika hatua za kupata kibali cha fedha kutoka mfuko wa kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi, yani adaptation fund, na kutekelezwa Unguja na Pemba kwa thamani ya dola za Kimarekani milioni tatu nukta tano. Aidha, mradi wa kuimarisha miundombinu katika ukanda wa pwani ili kukabiliana mabadiliko ya tabia ya nchi, mradi huu upo katika hatua za kupitishwa na benki ya maendeleo ya Afrika na utatekelezwa Tanzania bara na Zanzibar. Mheshimiwa Spika nakushukuru. Mheshimiwa Mohamed Juma Sudi, swali la nyongeza. asante sana Mheshimiwa Spika, pamoja na majibu mazuri ya serikali eh, na masuala mawili ya nyongeza. Swali namba moja, kwa kuwa mwongozo wa mashirikiano kwa taasisi ambazo sio za muungano unazielekeza taasisi ambazo sio za muungano kuweza kukutana angalau mara moja katika kila robo mwaka, je, taasisi hizi za ZEMA na NEMKI katika mwaka huu wa fedha wa 2024 2025 zimeshakutana mara ngapi, na matokeo yake katika vikao hayo katika vikao hivyo ni matokeo gani? lakini pia sana so, namba mbili, e, nilikuwa nataka kujua kwa kuwa hizi NEMKI na ZEMA ni watoto pacha, mmoja anafanya kazi Tanzania bara na mmoja anafanya kazi yake visiwani, ni ndugu hawa. Je, ni miradi mingapi ambayo wameshaitayarisha ambayo inakwenda kutekelezwa, na kwa kipindi kilichopita miradi mingapi ambayo imeshapatiwa fedha ambayo wanaitekeleza kwa pamoja, NEMA na, ZEMA, na, ne, na NEMKI. Asante sana Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa, Mheshimiwa Naibu Waziri, maswali yake yanahusu takwimu. Kama unayo, kama unazo takwimu unaweza kumpa Mheshimiwa Mbunge, lakini kama huna, kanuni zetu zinakuruhusu kumpatia takwimu baadaye. Asante Mheshimiwa Spika, niridhie tu kwamba, niombe baadaye nifafanue ni niweze kupata takwimu sahihi, ili niweze kumpatia Mheshimiwa Mbunge. Asante. Asante sana. Mheshimiwa Abdul Yusuf Maalim, swali la nyongeza. Asante sana mheshimiwa spika kwa kunipa nafasi ya kuuliza swala la nyongeza. Kwa kuwa Zanzibar washakuwa na mamlaka ya mazingira na uhifadhi, je, ni lini nemki nao watapata mamlaka kama hayo? Mheshimiwa naibu waziri, majibu. Mheshimiwa spika, ni kweli kwamba Zanzibar wanayo mamlaka ya mazingira inaitwa ZEMA, lakini kwa upande wa huku Tanzania bara tunayo nemki ambayo bado ni baraza nimwambie tu Mheshimiwa mbunge kwamba mchakato wa kuifanya nemki kuwa nema kwa maana ya kwamba kuifanya kuwa na mamlaka, mchakato huu umeshaanza mheshimiwa, mheshimiwa. Na nimwambie tu kwamba wakati utakapofika, mchakato huu utafika kwenye bunge lako tukufu, Mheshimiwa Spika, na tutaujadili kwa pamoja, ili lengo na madhumuni sasa tuweze kuipa nguvu zaidi nemki iweze kuwa na mamlaka. Mheshimiwa, Mheshimiwa Asimai, swali la nyongeza. Asante Mheshimiwa Spika. Je, ni lini Nema na Zema zitakuwa na ushirikiano pamoja ili kuenda kuondosha changamoto za maji ya bahari yanayoweza kuvamia maeneo ya makazi, maeneo ya kaskazini Unguja? Mheshimiwa Naibu Waziri majibu. Mheshimiwa Spika, ni kweli kumekuwa kuna changamoto sasa ya athari ya mabadiliko ya tabia nchi, maji ya bahari yanatoka kwenye kina na yanaingia kwenye makazi na mengine yanakwenda kuathiri kwenye maeneo ya vipando ambavyo havistahimili maji ya chumvi. Mheshimiwa Spika, katika bajeti ambayo tuliiwasilisha hapa tuliisoma na wabunge hawa wakaipitisha tarehe 5 mwezi wa 4 mwaka huu ya 2026, 25, 26, moja miongoni mwa mambo ambayo tumesema tutayapa kipaumbele ni kuhakikisha kwamba tunakwenda kutatua changamoto ya maji ya bahari yanayoingia kwenye makazi ikiwemo maeneo ya Nungwi, maeneo ya Sepwese, maeneo ya Gando, maeneo ya Mtwara na maeneo yote mheshimiwa, ambayo yanatoka maji ya bahari na yanaingia kwenye makazi mheshimiwa. Ni muombe mheshimiwa, na subra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 Majibu yanatolewa na naibu waziri wa kilimo. Asante sana mheshimiwa Spika, serikali kupitia wizara ya mifugo na uvuvi ina wajibu wa kuhakikisha kuwa biashara ya mifugo inafanyika katika mazingira yenye miundombinu muhimu ili kurahisisha biashara hiyo. Aidha, mnada wa Olokii uliopo katika kata ya Bwawane, Arumeru Magharibi, ni mnada wa upili unaosimamiwa moja kwa moja na wizara ya mifugo na uvuvi na mnada huu hufanya kazi kila Ijumaa ya wiki. Mheshimiwa Spika, kuhusu ukarabati wa mnada huo, serikali kupitia wizara ya mifugo na uvuvi ipo katika taratibu za umiliki wa eneo la mnada huo, na mara tu taratibu hizo zitakapokamilika, serikali itakuwa tayari kufanya ukarabati wa mnada huo. Mheshimiwa Noah Lemburis Saputu, swali la nyongeza. Mheshimiwa Spika, nashukuru kwanza kwa kuwa nimeuliza swali hili mara leo ni mara ya tatu mara ya kwanza, majibu yalikuwa ni itawekwa kwenye bajeti ya ishirini na mbili ishirini na tatu mara ya pili ilikuwa itawekwa kwenye bajeti ya ishirini na tatu ishirini na nne lakini leo majibu yaliyokuja ni kwamba wanatafuta hati mnadau umemilikiwa tangu mwaka elfu moja mia tisa sitini na nane sitini na, na sabini. Je, nini kauli ya serikali kuhusu majibu haya ambayo hayaendani ambayo yameelezwa pia hapa? Swali la pili, kwa kuwa wizara inakusanya fedha tangu mwaka 1968 mpaka sabini mpaka sasa na kuna pale kuna changamoto ya choo, hakuna maji na miundombinu mingine kama uzio wa mifugo, nini kauli ya serikali kwamba kutumia fedha ambazo wanazikusanya kwenye mnada huo ili waweze kuweka miundombinu hiyo hasa choo na maji kwa wakati huu wa dharura. Mheshimiwa, Mheshimiwa Saputu, umesema haya majibu hayaendani na swali au ni kwamba majibu yanaendana na swali ila umeshajibiwa hivyo mara kadhaa? Ili nijue kama maswali yako yanyongeza ajibiwe au ya hapana. Mheshimiwa, Mheshimiwa Spika, nimesema niliuliza swali hili kwa ku... Kwa mara ya tatu leo, lakini jibu lililokuwa kwa, la kwanza ilikuwa yuko kwenye bajeti ili karabatiwe, lakini jibu la leo limekuja tofauti kwamba wanatafuta mpaka wapate kibali ndio waweze kufanya ukarabati. Sawa, mimi nataka kujua hili jibu kwanza, maana ili ulize swali la nyongeza lazima majibu yaliyoko hapa huwe unakubaliana nayo. Sasa haya majibu hapa unakubaliana nayo, ili nimpe nafasi ya kujibu ya nyongeza? Kama ukubaliani nayo, maana yake ndio tuanze kutafuta sasa. Wewe ulikuwa unatafuta nini hapa kwenye swali lako? Mheshimiwa Spika, yanaendana kwa sababu, si wamesema wanatafuta, basi sawa. Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Asante sana Mheshimiwa Spika, kwanza ni muondoe shaka Mheshimiwa Noah Saputu mbunge wa Rumeru Magharibi kwamba majibu yote ambayo serikali tumekuwa tukiyatoa, uh, tunayatoa kwa usahihi uh, kwa sababu lengo letu ni kuhakikisha kwamba taratibu zote tunafuata ili, ili mnada huu uweze kukamilika, na nimthibitishie tu kwamba changamoto chache ambazo zipo katika eneo hiyo, uh, kama uh, ujenzi wa choo, upatikanaji wa maji, ni sehemu ya zile changamoto ndogo ambazo tumekuwa tukizitatua tuki, tuki lakini sisi tunataka Wizara ya Mifugo kufanya ule ukarabati mkubwa ambao utahusisha soko zima. Kwa hiyo ule ukarabati mkubwa ndio unahitaji sasa, e, umiliki wa eneo ndio kitu ambacho kikubwa tumezungumzia. Lakini haya, uka, yani, haya matokeo ya ukarabati mdogo mdogo sio kama choo kimejaa, maji ya mara moja, hayo yamekuwa yakifanyika. Na nimthibitishie tu Wizara ya Mifugo italifanya hilo. Asante Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Mabula, nimekuona, lakini anajibu kwa niaba ya wizara, sio wizara yake. Kwa hiyo kidogo inaleta wasiwasi wasi na majibu yataka, sio majibu yatakayotoka, lakini kwa sababu sio wizara yake, basi tumpe nafasi ya kaketi. Mheshimiwa naibu waziri, asante sana kwa majibu yako kwa maswali ya Mheshimiwa Wabunge. Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum, Mheshimiwa Fatma Hassan Taufiki, mbunge wa viti maalum, sasa ulize swali lake. Swali la mi linauliza je, ipi kauli ya serikali kuhusu wasichana waliopata mimba kutokana na kubakwa na wanaopewa mimba na baba zao au ndugu wa karibu? Mheshimiwa Mwanaidi Ali Hamis anatoa majibu ya serikali. Asante Mheshimiwa Speaker. Ubakaji ni kosa la jinai kwa mujibu wa sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai, sheria ya mtoto sura namba 13, pamoja na sheria nyingine zinazopinga ukatili kwa watoto. Mheshimiwa Spika, serikali kupitia wizara inayosimamia imekemea vikali tabia ya ubakaji na ulawitu kwa watoto pamoja na matamko na hatua za kisheria ambazo zimekuwa zikichukuliwa. Serikali itaendelea kutekeleza mpango kazi wa Taifa wa kutokomeza ukatili dhidi ya wanawake na watoto, awamu ya pili ya mwaka 2024 2025 hadi 2028 2029 20, 20, 20. ambapo umejikita katika kumaliza ukatili, ukijumuisha kubakwa na kupewa mimba kwa kuzini na maharimu au ndugu na jamaa wa karibu akiwemo baba wa kuzaa. Asante Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Fatma Tawfik, swali la nyongeza. Asante Mheshimiwa Spika kwa majibu mazuri ya Serikali. Pamoja na majibu mazuri nina maswali mawili ya nyongeza. Swali la kwanza, baadhi ya wahanga wa ukatili uh, huwa wamekuwa wakijaribu kutoa mimba hizi baada ya kupewa mimba na maharimu wao na hivyo kugharimu maisha yao je serikali inatoa kauli gani kuhusiana na jambo hili swali langu la pili je serikali inawasaidiaje wale wahanga wa ukatili ambao wamepewa mimba na maharimu wao na familia zao zimekuwa zikiwatenga asante Mheshimiwa Naibu waziri majibu asante mheshimiwa spika kwanza serikali inatoa kauli kali kwa wale wote ambao wanapata mimba na kuzitoa kwanza kwa utoaji wa mimba ni kosa la jinai serikali itaendelea kutoa elimu kupitia maafisa wetu wa ustawi wa jamii kuwaelimisha kwa wahanga wote waliopata na changamoto za kupata mimba ili waweze kuondokana na msongo wa mawazo na kupata huduma stahiki. Suala lake la pili, serikali inaendelea kutoa huduma za nyumba salama kwa wahanga ambao wametelekezwa wame na familia zao, lakini inatoa huduma za afya ya mkono kwa mkono, lakini pia tunatoa huduma za msaada wa kisheria kwa, kwa, kwa, kwa wahanga hao ili kuhakikisha kwamba wanakaa salama na wanaondokana na misongo ya mawazo na kuendelea na maisha yao. Asante mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Mariam Azan Mwinyi, swali la nyongeza. Asante sana mheshimiwa Spika. Watoto wengi wanaopata mimba za utotoni ni wale watoto ombaomba omba wa mitaani. Je, yeah? serikali ina mkakati gani wa kuwalinda watoto hawa. Mheshimiwa Naibu waziri majibu. Asante. Serikali ina mpango na ina mkakati wa kuwalinda watoto hawa kwa kuwafuata na kuwahoji. Baadaye, baada ya kuwahoji, nikuwa wakutanisha na wazazi wao ili waendelee na maisha na wazazi pale. Wanaposhindwa basi, serikali ina vituo vyetu vya kulelea watoto ambapo vipo Dodoma, lakini kipo Dar es Salaam, na vitoto wao wanalelewa na kupata stahiki zote, kuanza elimu hadi paka mpaka wanapopata wanapokuwa na kutimiza miaka 18 na kuendelea na maisha yao. Asante Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Naibu Waziri, asante sana kwa majibu yako kwa maswali ya Mheshimiwa wabunge. Wizara ya Katiba na Sheria, Mheshimiwa Najma Murtaza Giga mbunge wa viti maalum, sasa ulize swali lake. Swali la mbunge linauliza, je, serikali na mpango gani wa kuleta muswada wa sheria ya kuwalinda watoto wa kike wanaofanyiwa vitendo vya usagaji nchini? Mheshimiwa Spika. Tarehe 15 Julai 2023 mweshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, alipokea taarifa ya tume ya kuangalia namna ya kuboresha taasisi za haki jinai, ambapo miongoni mwa mapendekezo ilikuwa ni kufanya marekebisho ya sheria mbalimbali za haki jinai ikiwemo sheria ya kanuni ya adhabu sura ya kumi na sita. mweshimiwa spika, Serikali imeendelea kutekeleza mapendekezo ya tume na hivi sasa ipo katika hatua za mwisho za kukamilisha mswada wa marekebisho ya sheria mbalimbali za haki jinai yaani, Criminal Justice Miscellaneous Amendment Bill ambapo kifu.